Majira ya saa tano za usiku Jumatano ya tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka huu 2017, ni muda ambao mkali na mkongo wa muziki wa bongo Flava nchini Tanzania Hussein Machozi alitua katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Julius Nyerere akitokea Italy ambako alikwenda kwa ajili ya mambo kadha wa kadha, tutayajua pia kupitia hapa hapa Global TV. Lakini pia alipokelewa na wana kibao, alikuwemo mchezo wake wa karibu Skywalker, alikuwemo Sogi Dogi Hunter pamoja na wengine Bao, na Global TV pia ilikuwemo ni sehemu mojawapo ya watu ambao walijitokeza kwenda kumpokea Hussein Machozi na tulifanikiwa kupiga naye stori mbili tatu hivi. All right, uh, kiukweli ni kwamba kuna vitu vipi ambavyo mimi nilikuwa sivijui vinaendelea duniani na nimevikuta kwa macho yangu mwenyewe, nimeshuhudia. All right, kwa mfano, eh, muziki wa kule si kama wakwetu ambao unafanyika huku. Yaani industry ya kule iko tofauti na huku, kwa hiyo kuna vitu ambavyo nime nime experience ambavyo pia nitajitahidi kuleta na nyumbani, huenda vikafanya mabadiliko fulani, au sio? Kwa hiyo vitu kama hivyo yani. N yeah. Changamoto misosi <laughs> chakula kimekuwa kigumu sana mzee kula, kwa sababu okay kawaida lakini usichukulie vibaya okay, mimi, ni, ni mtoto wa Kiislamu kule, mzee, kila restaurant kinapikwa kitimoto, ushanielewa? Kwa <laughs> hiyo inabidi sasa mimi ni, niende eh, supermarket, ninue chakula ambacho nahisi naweza kupika na kuja napika. Na unajua mtoto wa kiume kupika kila siku inakuwaje? Kwa hiyo imekuwa ngumu sana kwa upande wangu mi kuishi kule kwa upande wa misosi, lakini mambo mengine yako fresh yeah. Okay, uh, safari ya Italy imekuja tu automatically, au sio? Na imekuja kwa sababu ya project zangu mimi pia kwamba nahitaji kubadilika, nahitaji kufanya mabadiliko kwenye industry, ukizingatia nimekaa muda mrefu Mwona, mpaka watoto wakaanza kunijambisha, watoto wadogo unajua unajua kujambisha sana. Kwa hiyo nikahitaji mabadiliko kidogo, kwa hiyo nikajikuta natobokea kwenye sehemu nyingine ya dunia au vipi? Kwa hiyo eh, kilichonipeleka kule ni mambo mengine lakini muziki nikajikuta na, na ushika zaidi kuliko kitu ambacho kimenipeleka kule. Okay, shule ndio ilikuwa imenipeleka kule na vitu vingine lakini muziki unajua uko kwenye damu tu. Kwa hiyo nikajikuta na, naendelea kufanya kile kitu ambacho nilikuwa nafanya nyumbani pia. Yeah. Kazi, Kenya nilikwenda kama nilivyokwenda Italy. Japo Italy nitarudi tena kwa sababu bado sijamaliza kitu ambacho nilikuwa nafanya. Au sio? Eh, Kenya nilikuwa nimeenda tu kwa sababu kwanza kulingatia jirani, alafu pia eh, muziki wangu Kenya ulikuwa umeshika, sio umeshika, hadi leo umeshika. kwa riziki ilikuwa inapatikana kule kubwa kuliko Tanzania, kwa nikajikuta mara nyingi nakuwa naenda Kenya na rudi Tanzania, mpaka watu wengine wengine wanasema nimehama nini. Hapana. kikubwa ambacho umeandaa fans wako kwa muda ambao umekuwa Italy? Wengine okay, uh, kuna audio na kuna video. Okay, video imefanyika kwenye mazingira tofauti kabisa, kiasi kwamba ukiangalia video na video zinazofanyika nyumbani, tofauti, au sio? Mimi sipendi kuongea sana ila nataka kazi zangu ndo ziongee, kwa sababu mara nyingi mimi nakuaga sio muongeaji, au sio? Kwa hiyo audio na video itadhihirisha Hussein Machozi mpya, itadhihirisha kazi ya, ya mimi hapa mpya. Inakuwaje? Yeah. Zote zimefanyika chini ya management na uongozi wa kule -kule, au kulikuwa na support kutoka nyumbani kufanyia kazi hiyo? No, audio imefanyika kwa manuota kombenenga combination sound. Video imefanyika kulekule yaani chini ya uangalizi wa kule, -kule. Hakuna director anomsafirisha kufika kule, unajua, inakuwa ngumu. Kwa hiyo video imegongwa kule kule tu jina okay. Mimi ningependa tuliweke chini ya kapeti, lakini ngoma nadhani ndani ya wiki itakuwa tayari yeah. kwa sababu ndio kitu kikubwa ambacho pia kimenileta yeah. Yeah. <laughs> <wazungu wazungu sana. laughs> Wazungu hapo, ukizingatia mimi sehemu ninaoishi ni mweusi mwenyewe peke yangu kwa hiyo najikuta mpaka nimekuja nyumbani na angalia ngozi nyeusi hivi kama nashtuka hivi, unajua japo nimezaliwa nyumbani yes. lakini kule ukishazoea kuishi no yeah, <laughs> <Okay. laughs> <laughs> na watu wa tofauti tofauti unakuwa nashtuka ukirudi nyumbani. Kwa mfano kama joto nimelivamia, watoto watoto kizungu wanaamini kwamba wanaume wenye ngozi nyeusi wako wana nguvu fulani hivi katika mambo fulani, hilo lipo. Hiyo kweli, hiyo kweli hmm hiyo kweli, na jinsi unavyoiona ndiko sababu kisha kwa kwenye kwenye mawe inaonekanaga yenyewe na watu kama wale. Hiyo kiukweli kweli ni naona kawaida tu yeah, labda mtu niamue amue kumfil mwenyewe lakini, sio kwa sababu na chansi ile, basi ndio nifanye vurugu ambazo so, zinataka ma, kufanywa vile. Hapana, ule sio binadamu na sio mazingira nalokulia, sikufundishwa hivyo Siasa kwa sababu ilikuja vizuri kiasi kwamba mpaka ikafunika Zip. Muziki ushenielewa. Kwa hiyo ndio kiukweli ni kwamba ndo kiko kimenichukua zaidi mpaka nikawa nafuatilia sana yeah, ndo hivyo ndo, ndo mazingira yetu tuko nayo hivyo kwa hiyo yeah. yes. yeah. Ishu za kutekwa zote najua, okay. yeah. unachukulia kawaida kwa sababu kama mtu ametekwa na akarudi salama ni jambo la kushukuru, au sio? Ningekuwepo na nami ningekuwa mmoja katika waongozaji harakati kuhakikisha ili swala linapotea, linapotea. lakini kwa sababu wenzangu pia wapo wameweza kuli, kuli, kulisimamia hili na watu wamerudi salama na tuko salama wote tunakomaa, yeah. mm. Actually, mimi yani, kwa upande wangu naweza nikawashauri pia na wasanii wenzangu wasiwe na plan moja tu, watu wawe na plan B au sio? Tutaweza kuwa sio waoga, tutaweza. Ukishakuwa na plan B huwezi kuwa mnafiki, huwezi kuwa mwoga, umeshanielewa. Huwezi kumwogopa mtu Koyo, kwa hiyo nilikuwa naomba tuwe tu na plan B, yani akili ifanye kazi kuliko yani ifanye kazi mara 100. Niamini kama nalijibu sahihi. Ni swali la mimi, Tetemesha na Kid boy. Hiyo imekuwa ngumu sana kwangu mimi kwa sababu sijui Kid anafikiria nini wala sijui Tetemesha anafikiria nini. Kwa hiyo nimekuwa nikijibu tu bana, iko sawa, iko siku mimi na Kid tutakaa tuongee tuta lakini kiukweli na huwa ina inakuwa ngumu sana kulijibu swali lile. Na nimekuwa nikijirudia sana mara nyingi Watu wameuliza sana kwa sababu nadhani umeona utofauti wa mimi wa kipindi kile na utofauti wa mimi wa, wa, wa sasa sasa hivi, yeah. Yeah, tumeongea na, na combination, lakini bado hatuja sign na kazi zimeshaanza kutoka kama hivi kazi ya sasa hivi itatoka. Yeah, nadhani itakuwa chini ya combination. Bado hatuja sign na hatujaongea lolote katika kusign. Tuko mbioni. Umeshaelewa? Kwa hiyo tutakaa tutazungumza tuta sign taarifa zitawafikia watu. Kuna kipindi wali, waliandika wali Hussein Machozi, kuna picha zilikuwa zinapostiwa rest in peace, ilizotokea na jamaa mmoja alipata ajali Dodoma, anafanana na mimi akakatika kichwa. Kichwa, kichwa, iliniumiza ili, ili ili sana za, za, za, za kidakudaku hizi zi zinakuwa miusho. Uh, watu wengi niko nao karibu, wasanii wengi uh, lakini uh, si, si, si, si, sijui uh, okay, nimekuwa nikichati na Alikiba mara nyingi yeah. Yeah. Yeah. Bana, mi nafurahi kwanza kuona kamera. Mi sijawahi kupokelewa airport kama hivi, au sio? Hii ni first time. Kwa useni kupokelewa airport kama hivi na kamera kibao, hii ni kuonyesha kwamba watu kwenye huu wakati wa pili, nafasi hii ya pili nadhani nitapewa vizuri na, na, na Watanzania, kwa sababu eh, tukio tu kama hili hata mtu ame, ame, ame, ame amekuja airport ama amesafiri amedondoka ni kitu fulani cha kigeni sana cha ajabu, unajua eh. Mi nashukuru kwa watu ambao wamekuja na nashukuru kwa support ya, ya, ya vitu ambavyo naviona, mike zote, kamera zote. Nashukuru sana kwa sababu eh, ni nafasi pekee ya mimi kuongea kile ambacho ninacho na kukifikisha kwa mashabiki vile vile kilivyo yeah. Much respect kwa kwa mtazamaji na mfuatiliaji ambaye umekuwa pamoja na sisi, umeungana nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho ya Hussein Machozi. Yote umeyasikia aliyoyazungumza pamoja na mengine mengi. Kuzipata kama hizi ili usipite. Hakikisha unabofia tu sehemu iliyoandikwa subscribe chini ya video hii na utakuwa umejiunga moja kwa moja kwenye familia ya kidijitali kutokea jumba la habari Global Publishers kupitia YouTube channel yako pendwa ya Global TV. Sina la ziada. Naitwa Kelvin Shayo nyuma ya kamera. Much respect nyingine kwa my big director Amani Madebe, bila kuwasahau Vunja Bae ambao wananiwezesha mimi na Shine. Wanapatikana pale Sinza